Kwa jina naitwa Seif Mwalimu Chamwande ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa Ngobedi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia. Cha kwanza, karibu katika mtaa wetu mtaa Ngobedi. Cha pili, swala la urasimishaji e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, toka niengee madarakani nimejaribu kupambana na urasimishaji, nimepita sehemu nyingi nyingi ili kupambana nao. Sikuru tulika tatu kutana na uyu mkandarasi, ushima katemi. Tukifika baka kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, tukutana na katibu wa mkuu wa mkoa pale. Tukijaribu kuongea naye, Pamoja tumekutana kutana na kumika sasa. Shima na angisho habari, tunashukuru. Kali dhabu sawa. Saidi na atakiwa arudi, ili kuendelea na mradi ule. Labda, changamoto kubwa ilikuwa ni nini? Ni changamoto kubwa ilikuwa mipaka. Ilikuwa mipaka baina ya Kisarawe na kwa kandarasi kuwa changamoto ni mipaka. Lakini wananchi wana, mheshimiwa mwenyekiti, wanasema mipaka, lakini mbona hati moja moja inatoka, zinatoka mtu akenda kufata hati moja moja anatoka na masawa. Mipaka hivyo juu ya majukumu yao toka mwanzo, wanaanza mradi walipima, toa taasisi ile kapima vizuri na sehemu kawa vizuri, kaendelea kulipa na

nipo bega bega kwa bega na wao ili kuwasaidia katika changamoto hizo. Changamoto ya miundo mbinu ni sehemu kubwa, ni kweli katika mtaa wetu au katika nchi yetu ya Tanzania sio nyingi, ni miundo mbinu shida, lakini hasa wa mtaa wangu mta Ngobedi kuna changamoto kubwa ambayo inaizipitia na zingine zilizokuwa ndani ya uwezo wangu, nishukuru Mwenyezi Mungu, ambao sasa hivi zimekaa sawa, kama unapoona kupita hapo kwenda njia ya Mjasini ndani danimshabari kama kipindi kile cha mwanzo unaokuja hiyo barabara kuna mchanga aashi, lakini sasa hivi Mungu smungu afaamefanya mwaga kifusi na barabara anapitika vizuri sana lakini, pia naomba kwenye wito wa serikali, daraja letu la kichwa kuna balaa juu, ile ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo naomba serikali swala angalie kwa makini sana makamachono kila kukucha hapo. Nawashukuru pia, sehemu nyingine zote niliziangalia na nimeendelea kuzifanya kazi na ziko vizuri, labda hilo daraja la kichwa, lina kipindi cha mvua athari limeleta athari, ah, athari ni kubwa sana. Kipindi cha mvua likinyesha, ina maana huku kuna hospitali kubwa, lakini ambulance haziwezi kufika na magari hayawezi kupita, na ukichelewa maji ukiyakuta yameshajaa barabara, itabidi ubaki huko huko juu, na na huko bado sasa. Sasa kuna hospitali kubwa, kituo cha afya kikubwa tu. Kwa hiyo serikali inaiomba na mwenyekiti kwa nisaidie ile daraja kulitengeneza. Mbali na zahanati za, lakini kuna swala zima la elimu na shule ya msingi pamoja wa na sekondari. Tumeona baadhi ya wanafunzi wakipata kitabu swala so, zima la usafiri. Hili unazungumzaje pia? Swala la usafiri, nashukuru, niliongea na kamati ya usafiri mtaa wa Ngobedi na tunaongea na hawa ni magari, wamiliki wa magari tulijaribu kukaa nao na tumekubaliana kila gari moja asubuhi inatakiwa ibebe wanafunzi watano, lakini pia tumeenda mbali zaidi, tumeziomba gari mbili ambazo hizo zinabeba wanafunzi tu kuanzia sa saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili asubuhi, tunabeba tu wanafunzi. Kwa hiyo a tunajitahidi kuongea nao na kuongeza siano wanafunzi, mbali nakuwa ni shida sana sababu wenye magari wanajali sana, ni watu wazima, wanafunzi pale wanakaa mpaka saa mbili wanachelewa masomo, ambao hasa wanaesoma Chanika, Kimwani, Msongola kule na Mkera. Kwa hiyo wanapata shida sana. Kwa hiyo tulijaribu kukaa nao, lakini bado haijakaa sawa na kitu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kidogo. Na pia shule ya msingi mpya ya Kibadeni ilikuwa na changamoto ya maji, ilikuwa na kisima kidogo ambayo iwezi kukizi, kwa sababu pale kuna watoto takribani elfu mbili alafu, kisima kile kitakaa pa pale, ina tenki tu 1300 kwa maana ni dogo sana, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumepata mzabuni, tumeongea naye, tumejaribu kuongea naye na ameshaingia site leo leo, tunaongea leo, tumeleta vifaa na kesho anaanza vifaa. Tunashukuru, tunaanza kuchimba kisima kikubwa sana na tenki kubwa sana, inaweza kukaa pa pale, anaweza kutusaidia sana. Mfano ndio kubwa sana kwa muda mfupi, lakini inaonyesha Labda upande wa ulinzi ukoje. Upande wa ulinzi usalama na ulinzi nashukuru sana na nashirikiana sana na Kiskata. Ananisaidia siku na mchana. Lakini tumejaribu kutengeneza zone sasa na zone 13. Hizo zone 13 zote usiku zinafanya kazi na kila zone zina walinzi ambao wanatambua wanatembea sasa hivi. Ndugu mwandishi wa habari ukija kwangu kuanzia saa 6 hadi lazima uje kuchukua kitambulisho kwanza kinakuruhusu au kibali cha kutembea huko. Sio bila hivyo mpaka unafika nyumbani shida, unapata vikwazo vingi, kusimamisha na kujieleza zaidi. Nashukuru sana na ulinzi hilo liko vizuri, na tunajitahidi kuongelea vizuri. Labda ni matukio gani ya nyuma? Nakumbuka kabajaki ambayo alikuuzi kipindi cha ulizo, ni matukio gani ah? Matukio mengi sana mwanzo nyuma, alikuwa alikauzi, walikuwa vijana walikuwa wanafanya kama shamba la bibi, wanakuja na visu mapano, wanaingia mtaa mtaani, wanakaba mchana kabisa saa kumi na mbili wanakaba. Kwa hiyo vitu walikuwa wanaalamika sana, tunashukuru kwa sasa hali ni tulia.